Unajua. Hii harusi imekuja kama bahati mbaya tu, unajua shoga, siamini kama naolewa. Sijaamini kabisa. Ongea shoga yangu. Kwanza umependeza. Mbongela kwa ndoa shida. Alafu ndugu wangu Kaoge, hebu ngoja nikuulize kwanza. Wale marafiki zako wanaoimba nao kwa kwenye bendi, Mbona dakika hii simuoni hata mtu mmoja kuja harusi? Imekuwaje? Mwana <tuhi> wangu <tuhi> <tuhi> Alafu, ina maana pamoja kwa babu yako. Ni sisi tu wegewam, subiri kwanzabkwaa, ninasikia huyo bwana harusi anakuja kukuchukua kukua alikuwa na mke huko nyuma. Bwana nasikia ku bwana arusi anakuja nyama zime leo, bwana arusi ndo <coughs> alisema aolewi. <coughs> mbona kampata? <coughs> <coughs>